Asalamu As alaykum, ndugu zangu waumini, ndugu zangu vijana, vijana wenzangu, napenda sana kuzungumzia vijana wenzangu, kwa sababu vijana wenzangu, sisi vijana ndio tuna mtihani mkubwa. Sisi vijana ndio tutaka tunatokwa tufanye toba kweli kweli, tufanye toba ya kweli, kwa sababu sisi vijana ni changamoto sana. Siku hizi unakuta vijana unafunga vizuri mashallah, lakini kutimizi zile nguzo za funga. Sio ati funga ile umeifunga tu mradi wewe umefunga, hapana, we funga ina mambo mengi ndani yake. Kuna funga ni jambo zito sana, ndio maana vijana wengi unatushinda leo hii. Unakuta majumbani wanaofunga ni wazee, vijana hatufungi, lakini wazee unakuta wanafunga, wanafunga. Wanamaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na wanaendelea na ile siku sita za kuaga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sisi vijana hatufanyi hivyo. Hiyo Ramadhani tu kufunga, kijana ni ngumu. Kijana anaona ngumu kwelikweli kufunga.